Ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametukilimia afya njema na siku ya leo tumepata kuwa wazima, lakini amesababisha taifa letu leo hii liko salama. Lakini sambamba na hilo, ni majina yangu, mimi naitwa Amani Kajuna, ni mwanachama wa chama cha mapinduzi. Uh, katika maisha yangu yote ambayo nimeyaishi mpaka leo. Uh, sina chama kingine zaidi ya chama cha mapinduzi. Uh, mimi ni mzaliwa wa Kanyigo kwenye wilaya hii ya Misenyi. Uh, kama mnavyojua tayari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa uchaguzi. Ndani ya taifa letu. Sambamba na hilo uh, chama cha mapinduzi tayari kimetoa ratiba rasmi kwa ajili ya wana CCM wa Tanzania ambao wanaona wanaweza ku, ku, eh, ku, kuomba ridhaa ya kwenda kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu. Diwani pamoja na ubunge e. Na kama ilivyo ada, na mimi nimewiwa leo kuwaita ninyi kuwaomba mwafikishie taarifa wana Missenyi kwa niaba yangu kwamba kijana wao Aman Lugira Kajuna nimo kwenye kinyang'anyiro hiki cha kuomba kuteuliwa na chama changu na hatimaye wana Misenyi wa Chama cha Mapinduzi wanipe kula, kama nitapata lidhaa hiyo, basi niweze kuwa mgombea uh, kwenye nafasi ya ubunge kwenye jimbo letu la Misenyi. Uh, sababu ninayo kubwa sana ni maendeleo ya jimbo letu la Misenyi. Kwa mara ya kwanza nimeomba lidhaa kwenye jimbo hili mwaka elfu mbili na kumi. Kama unavyojua, ndani ya chama tunasema, uh, kura hazikutosha, tunasubiri wakati mwingine. Na elfu mbili na ishirini niliomba, kura hazikutosha. Nimerudi leo kuwaomba wana Missenyi kata zote ishirini kwamba kijana wao nipo, waniombee. Sisi wananchi wote hatuwezi kuwa wabunge, lazima awepo mmoja kila ndani ya miaka mitano kwenda kutufanya nini? Kutuwakilisha. Tunamtaka mbunge ambaye thamani ya ubunge wake sio pesa nayolipwa. Thamani ya ubunge wake ni heshima aliyopewa na wananchi kwa sababu ya matatizo walionayo, awe sauti ya wananchi. wananchi hawezi kumfikia rais moja kwa moja kila wakati, lakini mbunge anaweza kumfikia. Na kazi ya mbunge ni kuyapeleka na kuyasemea matatizo ya wananchi wake bungeni. Tumeona wabunge wengi wanaotambua dhamana walizonazo wanavyopambana. Hata hapa mkoa wa Kagera kuna mifano mingi sana na nchi, hata ninyi nikiwauliza tajeni mbunge unayempenda Tanzania, mtasema. Na ikikuuliza sababu utasema huyu mbunge anawapigania wananchi wake. Na mimi nataka kuwa mbunge wa kupigania wananchi wangu, sio mbunge wa mshahara. Wabunge wa mshahara hao ndio wanaokuwa wanatutesa sasa, eh? Ndio maana tume, tumeamua kuja wenyewe sasa. Wilaya yetu ya Misenye kwenye sensa ya elfu mbili na 22 inaonyesha tuna watu takribani laki mbili na elfu arobaini mia tatu tisini na nne. E, kama sijasahau e, wanaume wako takribani laki moja na ishirini mia tisa tisini na sita. Na wanawake wapo takribani laki moja na elfu ishirini na Hii ni namba nzuri sana kwa wafanyabiashara kwa sababu mzunguko wa pesa unakuwa mkubwa na kama ulivyosema, jimbo letu ambayo ndio wilaya lipo mpakani mwa nchi, kwa hiyo ni lango kuu hapa kwa Uganda kwa Sudani kwa Kongo. Eh, lakini pia tuna njia nyingine ya kwenda Burundi na Rwanda. Manake ni sehemu ambayo inapitika, na kwa mantiki hiyo wafanyabiashara wanafata hizo fursa. Kwa hiyo wanatamani eh, taratibu za biashara ziwe njema kwao ili waweze kuwekeza vizuri zaidi. Kwa hiyo wanahitaji mwakilishi anayezijua shida zao. Kwa maana nimetaja mwanzoni pale kwamba wafanyabiashara wanahitaji mbunge wa kwenda kuwasemea asimame nao au asemee asemee hizo belia. Mimi ninachoweza kuambia wananchi, kama ulivyoniambia, waniombee; kesho tarehe ishirini na nane nichukue fomu, waniombee chama changu cha mapinduzi ki, kiweze kunipa fursa sambamba na wengine Alafu tukutane kwenye boksi la kula. Matatizo yayo ya belia, matatizo ya wafanyabiashara ya matati, ya, ya ufa, ya yataisha haraka sana mimi nikiwa mbunge, watumikie wafikie, na wao wakufikie. Na mimi natamani nikipata hiyo fursa, nitakuwa mbunge wa namna hiyo kukaa hapa kushughulikia matatizo ya wanajimbo. Harakati za maisha zinatufanya hatuwezi kukaa sehemu moja, na wala kukaa. Kutokea Dar es Salaam kuja kugombea sio dhambi, kutokea wapi kuja kugombea sio dhambi, lakini dhambi ni kwamba unapopata nafasi, kwa nini usikai kuitumikia pale?